Ni mkutano wa tano ambao umeandaliwa na chama cha wahandisi wa petroli ukanda wa Afrika kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati ambao unaangazia masuala ya teknolojia kwa wafanyakazi na wanafunzi wanaosomea tasnia ya petroli. Tunafahamu kwa Tanzania tasnia hii hasa kwa upande wa mkondo wa juu kwa maana ya utafutaji na uzalishaji wa mafuta na petroli na gesi imekuwa ikiendeshwa na makampuni kutoka nje ya nchi na swala kubwa ni swala la fedha na riski ambayo inakuwa associated na utafutaji huo. Kwa hiyo kutokana na hilo, sisi kama Watanzania ni lazima tuhakikishe kwamba ushiriki wa Watanzania na makampuni ya Kitanzania unasimamiwa ipasavyo na unafanyika kwa kiwango ambacho tunapaswa kuwa nacho, lakini kingine ni kwa upande wa serikali pia kupitia mawasilisho ambayo yatafanyika kufahamu gaps ambazo zipo kwenye tasnia na hivyo kwenda kuzifanyia kazi, ili tuweze kwa advance kwa, kwa haraka na kwa efficiency ya hali ya juu. Tunategemea utakuwa na manufaa mengi Manu, eh, manufaa mojawapo ni kuhakikisha kwamba eh, sisi kama wafanyakazi tunabadilishana mawazo na uzoefu katika masuala ya petroli na masuala ya nishati kwa ujumla. Hali ya upatikanaji wa gesi nchini nayo ikagusiwa katika mkutano huo. Ni kwamba tumeshagundua gesi kiasi cha futi za ujazo takriban trilioni 57.54 na hizi zimegundulika kwa vipindi tofauti, lakini kiasi kikubwa kimegundulika miaka elfu mbili na kumi na kwa upande wa baharini kuna trilioni karibu 47 na upande wa nchi kavu tuna trilioni zaidi ya kumi futi za ujazo. Sasa, status si iliyopo, ni kwamba gesi ambayo ipo inazalishwa maeneo ya nchikavu e, kwa upande wa Mnazibei, Mtwara na nyingine inazalishwa kisiwani Songo Songo. Na hii gesi inatumika maeneo mbalimbali, ikiwemo uzalishaji wa umeme, kwenye magari, kama unafahamu kupitia TPDC. Sasa hivi kuna vituo vya kujaza gesi kwenye magari kwa Dar es Salaam, lakini vilevile vile kwenye institutions na majumba mbalimbali. Mkutano huu utafanyika kwa siku mbili ambapo wadau watakuja na mikakati ya pamoja ya namna ya kukuza tasnia ya petroli na mafuta itakayoleta tija kwa taifa. Rebecca Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.